Historia ya dunia imejaa matukio mengi ya kikatili na miongoni mwa wahusika wakuu wa matukio haya ni wanawake ambao walitekeleza uhalifu wa kutisha zaidi. Ingawa wanawake mara nyingi wamejulikana kwa majukumu yao ya kijamii na familia, baadhi yao wamekuwa na sifa zisizoweza kuepukika kutokana na vitendo vya ukatili na uhalifu ambao umeishangaza sana dunia. Wanawake hao hawa baadhi yao wakitoka kwenye familia za kifalme wengine kutoka kwa familia za kawaida, walijitokeza kwa njia ya kipekee sana, wakitekeleza vitendo vya mauaji, mateso na hata ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Matukio haya yameacha alama kubwa katika historia ya jinai, yakichochea tafakur kuhusu tabia ya kibinadamu, afya ya akili na mifumo ya haki. hivyo leo tutaangazia baadhi ya wanawake hatari zaidi ambao vitendo vyao vya uhalifu vimekuwa na athari kubwa kwa jamii na kuacha athari za kudumu katika kumbukumbu za kihistoria. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, karibu kusikiliza makala hii. Mwanamke wa kwanza ni Elizabeth Bathory, alizaliwa mnamo mwaka 1560 na kufariki mnamo mwaka 1610 alikuwa ni malkia wa kifalme kutoka familia mashuhuri ya Hungary na ni mmoja wa wanawake waliotajwa zaidi kwa ukatili wa kihistoria duniani. Anafahamika kama countess wa damu, kwa maana ya Blood Countess, kutokana na tuhuma za kuhusika katika mauaji ya kikatili ya wasichana wengi wadogo. Alihusishwa na mauaji ya wasichana wadogo wapatao 650 ambao alidaiwa kuwaleta na hao vijijini kwa ahadi ya kazi au mafunzo ya tabia nzuri katika kasri lake lililojulikana kama Kestis Kesto. Lakini baada ya kuwapata wasichana hao, aliwatesa kwa njia za kikatili sana, kama vile kuwachoma kwa vyuma vya moto, kuwalazimisha kusimama uchi nje katika baridi kali hadi wakafa. Aliwapiga hadi kufa kwa kutumia mijeledi na kuwawekea sindano chini ya kucha na mbaya zaidi, inasemekana kuwa alioga damu za wasichana hao kwa imani ya kudumisha ujana na uzuri wa ngozi yake. Mwaka wa 1610, baada ya uchunguzi ulioendeshwa na mfalme Elizabeth, alikamatwa japo hakushtakiwa mahakamani moja kwa moja kwa sababu ya hadhi yake ya kifalme, lakini alifungiwa ndani ya chumba cha giza kwenye kasri lake hadi alipokuja kufariki mnamo mwaka 1610 na hiyo ndiyo ilikuwa adhabu kwa mwanamke huyo. Wengi wanahoji kama, je, ushahidi dhidi yake ulitengenezwa kisiasa ili kuchukua mali zake? Lakini licha ya mashaka haya, simulizi kuhusu ukatili wake zimeendelea kuwepo hadi hivi leo, zikimfanya kuwa mfano maarufu wa vampire wa kweli katika historia ya Ulaya. Mwanamke wa pili alikuwa ni Amelia Dyer aliyezaliwa mnamo mwaka 1837 na kufariki mnamo mwaka 1896, alikuwa ni mmoja wa wauaji wa kutisha zaidi katika historia ya Uingereza. Anatajwa kuwa muuaji wa watoto wachanga kwa maana ya infant serial killer aliyesababisha vifo vya watoto wengi zaidi kwa njia ya hila, tamaa na ukatili wa hali ya juu sana. Amelia Dyer aliendesha biashara ya kulea watoto wachanga waliotelekezwa au waliozaliwa nje ya ndoa, biashara iliyojulikana kama baby farming. Hii ilikuwa ni njia ya kihalali wakati huo, ambapo wanawake waliokuwa hawataki kulea watoto wao walikuwa wakilipa wanawake wengine kama Amelia ili kuweza kuwatunza watoto wao kwa malipo. Lakini Amelia, badala ya kuwatunza watoto hao, yeye alikuwa akiwaua watoto hao mara baada ya kuwapokea. Alitumia kamba au tepe ndogo kuwaning'iniza hadi kufa kisha aliwazika au kuwatupa kwenye mito. Amelia alibadilisha majina mara kwa mara na kutumia majina bandia ili kuepuka kufuatiliwa na polisi. Na ili kuficha ushahidi, mara nyingi aliharibu rekodi za watoto aliowachukua na kuwatunza, jambo lililofanya iwe vigumu kuhesabu idadi halisi ya watoto waliokufa mikononi mwake. Mnamo mwaka wa 1896 maiti ya mtoto mdogo ilikutwa ikielea kwenye mto Thames ikiwa imefungwa kwenye mfuko wenye anwani ya Amelia. Tukio hilo lilisababisha uchunguzi wa kina, ambapo polisi waligundua miili mingi ya watoto waliotupwa na nyaraka zilizothibitisha kuwa alikuwa akipokea watoto wengi, lakini wachache sana ndio waliobaki wakiwa hai. Amelia Dyer alikiri kufanya mauaji ya watoto sita tu, lakini uchunguzi ulionyesha kuwa aliweza kuwa amehusika na vifo vya watoto mia mbili hadi mia nne au zaidi katika kipindi cha miaka ishirini Baada ya kukamatwa alishtakiwa haraka na kufikishwa mahakamani na hukumu yake ilitolewa ndani ya dakika tano tu na Amelia Dyer alihukumiwa kunyongwa na aliuawa kwa kunyongwa mnamo tarehe kumi ya Juni ya mwaka 1896 katika gereza la Newgate lililoko jijini London. mwanamke huyu Alichukuliwa kama mtu aliyekuwa na matatizo ya kiakili na alishawahi kulazwa hospitali ya akili kwa muda, lakini wengi waliona kuwa alijifanya kuwa na matatizo ya akili ili kuepuka adhabu yake. Amelia Daya ni mfano hai wa jinsi mfumo wa jamii usio na ufuatiliaji wa karibu ulivyoweza kuruhusu mauaji ya kutisha zaidi kufanyika kwa miaka mingi bila kugundulika. Mwanamke wa tatu ni Allen Wanas zaliwa mnamo mwaka 1956 na kuja kufariki mnamo mwaka 2002. Allen Waners alikuwa ni mwanamke wa Kimarekani aliyekuwa kahaba wa barabarani na baadaye kuwa muuaji wa wanaume kadhaa hivi. Anaaminika kuwa ni mmoja wa uuaji wa mfululizo wa kike na wa kwanza na maarufu zaidi nchini Marekani. Mwanamke huyu alijihusisha na ukahaba akiwa na umri mdogo kabisa akitafuta njia ya kujikimu kimaisha na kuendeleza maisha yake. Kati ya mwaka 1989 hadi mwaka 1990 aliua wanaume sita waliokuwa wateja wake, huku akitumia bunduki aina ya 22 caliber pistol. Allen alidai kuwa alihisi tishio la kubakwa au kushambuliwa na wanaume hao, kwa hivyo alifanya mauaji hayo kwa lengo la kujihami, kwa maana ya self defense. Walakin, ushahidi wa kiuchunguzi na mazingira ya matukio hayo uliibua mashaka kuhusu madai yake. Allen aliwateka wanaume hao ndani ya magari yao na kuwashambulia kwa risasi mara nyingi zaidi. Aliiba baadhi ya vitu vyao vya thamani kutoka kwa waathiriwa na kuviuza au kuwapa watu aliowakaribia, na mara nyingi alibadilisha hadithi zake za juu kwa kile kilichotokea, jambo lililoongeza ugumu wa kumuelewa kisaikolojia. Lakini jambo tusilolijua wengi ni kwamba Allen alilelewa katika mazingira ya ukatili, ubakaji na kutelekezwa. Wazazi wake walikuwa na historia ya matatizo ya akili na baba yake alikuwa ni muuaji kabisa. Allen alifukuzwa nyumbani kwao akiwa na umri mdogo na kuanza maisha ya kuombaomba, ukahaba na uhalifu mdogo mdogo. Katika kesi yake, madaktari waligundua kuwa alikuwa na matatizo ya akili, ikiwemo borderline personality disorder na antisocial behavior icha ya yote hayo Allen Warners alihukumiwa kwa mauaji ya daraja la kwanza kwa maana ya first degree murder na kupatikana na hatia mara sita zaidi. Allen alikubali hukumu ya kifo huku akisema kuwa hakutaka tena kuishi duniani na alikuja kunyongwa kwa sindano ya sumu kwa maana ya lethal injection mnamo Oktoba 9 ya mwaka 2002 akiwa na umri wa miaka 46. Mwanamke wa nne ni Mary West aliyezaliwa mnamo mwaka 1953. Ni mmoja wa wanawake waliotajwa kuwa wauaji wa kutisha zaidi nchini Uingereza alishirikiana na mume wake Fred West katika kuhusika na mateso na mauaji ya kikatili zaidi dhidi ya wanawake, wasichana wakiwemo hata watoto wao wa kuwaasili. Rosemary na Fred waliwateka, kuwabaka, kuwatesa kisha kuwaua waathiri wao, wengi wao wakiwa ni wasichana wadogo. Walitumia njia za kikatili za utesaji ikiwa ni pamoja na kamba, minyororo na mateso ya kimwili na kingono. Rosemary mara nyingi alikuwa mshiriki kikamilifu, si tu kama msaidizi bali pia ni kama mtesaji na muuaji mwenye uweledi mkubwa sana. Mauaji mengi yalifanyika ndani ya nyumba yao ya 25 Cromwell Street, mtaa wa Gloucester, na miili ya waathiriwa ilizikwa ndani ya nyumba hiyo. Baadhi walizikwa chini ya sakafu na wengine walizikwa nyuma ya nyumba hiyo. Miongoni mwa waathiriwa walikuwa ni Hesia West, binti yao wa kumzaa mwenyewe, aliyopotea mnamo mwaka 1987. Rosemary alilelewa katika familia yenye matatizo ya kim na vurugu za kijinsia. Alianza mahusiano ya kingono akiwa mdogo kabisa na kuna ushahidi ya kwamba alilazimishwa kushiriki ngono na baba yake. Alipoanza uhusiano na Fred West, wawili hao walikuza mtandao wa kihalifu uliohusisha ngono ya kulazimishwa, ubakaji pamoja na mauaji ya kutisha sana. Mnamo mwaka wa 1994, Rosemary West alikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji kumi yakiwemo ya binti yake mwenyewe, lakini alikuja kukataa kuhusika na mauaji hayo, lakini ushahidi wa kimwili na ushuhuda vilithibitisha ushiriki wake. Kwa hivyo alikuja kuhukumiwa kifungo cha maisha bila ya uwezekano wa kuachiliwa. Mumewe Fred West alikamatwa pamoja naye, lakini alijiua gerezani kabla ya kesi haijaanza kusikilizwa kikamilifu. Mwanamke wa tano alikuwa ni Dorotha Pante aliyezaliwa 1929, na kufariki mnamo mwaka 2011. Doros alikuwa ni mzee wa miaka hamsini ambaye alimiliki nyumba ya kulala wageni kwa wazee na watu wenye ulemavu wa akili. Kwa muda wa miaka kadhaa, Doros aliwaua wapangaji wake kwa kuwawekea dawa za usingizi au sumu katika chakula kisha kuwaua na kuwazika katika nyumba yake ni kuchukua pesa za mafao ya kijamii za waathiriwa hao. Lakini wakati wa uchunguzi wa polisi, polisi waligundua miili saba kwenye nyumba yake, na Doroth alikuja kuhukumiwa kifungo cha maisha na alikufa gerezani mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na moja. Wanawake hawa waliingia katika historia si kwa mafanikio ya kipekee, bali kwa matendo ya kikatili na ya kutisha zaidi yaliyoacha alama za hofu duniani na huu ndio mwisho wa